Kwenda ubunge alichokifanya, hata jambo dogo la kijamii kafanya, jambo gani? Majibu hakuna. Lakini huyu ana mwaka mmoja, nadhani kitu kama hicho, hata hujatimia miezi, umeona. Lakini kuna vitu kwa vifanya kwa watoto peke peke, hata sana, hata jinsi na hivyo, ni vitu tunaviona tu kwa wakati mfupi. Haya, akikaa miaka yake mitatu, atafanya vitu vingapi? Afu baadaye unasema tu kwamba eti huyu atapambana mtu fulani, nani, unakwenda kumshtaki Baba Levo, muache atuonyeshe vitu, mnashindwa nyie. yeah, yeah, yeah. eh? Eh, kwa sababu hivi ni vitu vya kiimani. mm -hmm. Yeye ni Mkristo, lakini anakuonyesha vitu vya Kiislamu, hajaonyesha udini na udini, hayumo kwamba huku ni kwangu, huku ni kwangu, anatengeneza mapenzi. Sisi wote ni kitu kimoja, aya ni mapenzi kwa mtu mwingine. Angepeleka moja, moja kwa moja kanisani, utaratibu wa wapi wa kanisani, suti nini, angechonga akafanyaje akapeleka lakini, <laughs> kwa nini afanye hivyo? Kule najua anapeleka na huku anapeleka, anatengeneza mapenzi. Sasa kwa nini mtuavo simkubali? Lazima umkubali, kuli mtu wa maana yani, kwa kweli kwa mimi, kama hiyo mweka meno Mungu anipaa mjomba, tutauana? Eti unamjibu unamsema kwa sababu gani? Anatuhamasisha, bado mapema mimi nilikuwa nampinga sana huyu mwanamume. Mimi naongeaga ukweli, mimi simtaka hata kumsikia, lakini kwa, kwa huyu eh, <laughs> <laughs> mwamba huniambi chochote, kama hata ukimtukana na mimi nakutukana kweli kwa, <inaudible> <inaudible> eh, kwa i... sababu ni mtu anatuhamasisha, yaani kwa mimi anafurahisha, hanipi hata mimi ni ndogo haina maana kama haya baba baba, na nani na zito nani zaidi. Baba leo yuko juu, ma degree yake hayana kazi, kwa anawafanya huyu. Kasoma wali kusoma, ndio utawala. Unaweza kuwa umesoma, kwa ni mtu ambaye ni waovyo tu, huna uongozi mzuri, lakini huyu ambaye hana elimu akana uongozi mzuri, tunaona miezi nane si saba, mambo si haya, kwamba wasomi ndio wanatupotezaga sisi e, hasa watumia kalamu sana. <laughs> E, wakitumia kalamu wakijawia, si tunaumia sasa. Huyu ampiga tu hesabu pa hapa pa, pa, milioni ngapi na a wangu kumi, hebu hizi tano kwanza, si unaviona vitu hivyo vinaenda mbunge gani? Ameshawahi kupita kaagiza hiki ni kitu fulani kwa ajili ya wananchi wangu, nani Akisha pita ni kufunga vioo kwenye gari anakuja kula isi, eh, yes, eh akimaliza anakuja kudanganya. Sasa ni mafara tunaona sasa, ana basi kuna wale wapambe eh.